yetu hii tunakuomba, mheshimiwa Jesca, kama Mwenyezi Mungu atakupa ridhaa, naomba Jesca uweze kuchukua fomu uweze kutusaidia katika Mkalama yetu, maana nimekiona kitu ambacho unacho matendo yako ya huruma ndio yananishawishi mimi mama, naomba utusaidie, naomba tunataka kutuondamane tukachukua fomu kwa ajili yako, tutakuchangia sisi wakina mama. Mama oye Nimesikia hapa, nimetoa nafasi ya kusikiliza kero, nimepokea kero kutoka kwa watu wa kama wanne hivi, na kero ambayo imeonekana imeshika, nimepigwa na kitu kizito hapa <laughs> ah! eh? mmenipiga na kitu kizito. Ninachoshangaa ni kwamba wakati naangalia mabango na kusikiliza watu wanazungumza wanazungumza kero zao. Nikajiuliza hivi, hata wasaidizi wangu Hosea, Hamisi na Chazi hamtukunitonya kwamba kuna kitu hichi kita, kitafanyika kwenye mkutano. Yeye ni wasaliti. Eh? Lakini hata kwenye kitu cha kijiji nimekuja ofisini kwako, hujaniambia ndugu yangu. Mimi nakutana hapa na naombi ambalo kwa kweli niombi zito. Niombi zito. Sasa naomba niwaambie kitu kuhusiana na ombi hili. Mko tayari? Mko tayari kusikia? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Waone mlivyotulia kusikia nasema. Sawa, sasa iko hivi ndugu zangu wana Mkalama, kuhusiana na swala niomba kugombea jimbo la Iramba Mashariki wilaya ya Mkalama, naomba niwaambie ifa, kama ifuatavyo. Mimi ninajua mmenipa jukumu zito sana. Ubunge sio kitu rahisi, hasa kama una dhamira ya dhati ya kutumikia wananchi. Sio jukumu jepesi, mnanipa jukumu zito lakini ndugu zangu nataka niwaambie, baba zangu na mama zangu, nyinyi mmenizaa mmenilea na mpaka niko hapa. Nataka niwahakikishia ya kwamba nimepokea ujumbe wenu, nimeuelewa vizuri nani, na ninawahakikishia sitapuuza, sita agizo hili la wananchi kutoka Mkalama. Ninakwenda kuchukua fomu na kugombea jimbo la Iramba Mashariki. Wangapi anasema gombea? Wangapi anasema gombea? Nataka niseme baba, nipasua jipu nyewakorofi eh? Niseme ninakwenda kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini pia ninakumbuka mwaka jana, wakati nimekuja kwenye mkutano wa hadhara, kuna kisa kimoja ambacho nyinyi mnakifahamu, ambapo alikuwepo mwanangu Musa ambaye wote mnamjua kwa namna ambavyo alivyo; ni mtoto mwema, ni mtoto mkarimu mtoto wenye upendo. Baada ya kuwa kwenye mkutano, nikapata taarifa kwamba amekimbiwa na mama yake kwa sababu ya ulemavu alionao. Bibi akaachiwa mzigo mzito wa kulea mtoto na kati bibi mwenyewe alikuwa amechoka. Na hata sehemu ya kuishi alikuwa hana. Hivi navyozungumza na nyinyi, hivi navyozungumza na nyinyi, na wengine mnajua, nilitoa ahadi ya kumnunulia kiwanja na kumjengea nyumba. Nimefanya hivyo, nimejenga nyumba ya vyumba viwili na sebule na pamoja na choo. Hizi pongezi mnazonipa, hizi pongezi mnazonipa wala sio za kwangu. Hizi pongezi mnazonipa ni za Wanaiguguno, kwa sababu bila nyinyi kumuita Musa kwenye mkutano wangu nisingemjua.